Mheshimiwa naibu Spika, vile vile, Mheshimiwa Rais alielekeza serikali anayoongoza kutekeleza majukumu kwa kuzingatia falsafa ya 4Rs ambayo inasisitiza umuhimu wa kuwa na maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Falsafa hiyo inalenga kuileta, kulileta taifa pamoja, kujenga hali ya uvumiliana, kuwa na makubaliano ya pamoja katika kulijenga upya taifa letu. Mheshimiwa naibu Spika, kwa kuzingatia mwelekeo wa maono ya Mheshimiwa Rais katika kipindi cha uongozi wake, serikali ya Chama cha Mapinduzi imepata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Shughuli hizo ni pamoja na ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya uchumi, kuongeza fursa za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia sekta za uzalishaji, kuboresha huduma za kijamii ikiwemo afya, elimu na maji, kutekeleza mikakati thabiti ya kuvutia uwekezaji nchini, na kukuza uhusiano wa kimataifa na diplomasia ya kiuchumi. Mafanikio yaliyopatikana yanawezesha kukua kwa uchumi wa nchi yetu pamoja na kuboresha maisha ya wananchi. Ninaomba sasa nilitaarifu bunge lako tukufu na wananchi wote wanaosikiliza kupitia vyombo vya habari wote, kwamba baadhi ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika uongozi wa awamu ya sita ni haya yafuatayo: moja, uzalishaji wa ajira. Mheshimiwa naibu Spika, Serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali mbali ya kuzalisha fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, reli ya kisasa, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Vile vile, serikali imeweka mazingira uwezeshi kwa sekta binafsi kukua na kupanua wigo wa uzalishaji wa ajira hapa nchini. Kutokana na jitihada hizo katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 25 jumla ajira milioni 8 na 8424 zimezalishwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Ya pili ni ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mweshimua d Samia Suluh Hassan, rais wa jamhuri ya wa Tanzania, alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salam, Morogoro mpaka Dodoma hadi kufikia Februari 2025 abiria milioni moja laki nane na tisa elfu mia tisa themanini na tatu wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa. Uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa kumi kumi kwa basi hadi kati ya saa tatu na nne kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini. Eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia asilimia 62.37, Makutopora Tabora kilomita 368 umefikia asilimia 14.54.35, Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia asilimia 6.33, na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia asilimia 7.34 asili. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho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 ili liweze kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo yake ndani na nje ya nchi. Serikali kufikia kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025 ilitumia trilioni 1.49 kununua ndege saba ambapo ndege sita ni za abiria na ndege moja ni ya mizigo. Ununuzi wa ndege hizo umelifanya shirika kuwa la, la jumla na ndege 10 na kuwa na jumla ndege 16 ambazo zimeimarisha na kuongeza safari za ndege za ndani na nje ya nchi. Hivi sasa shirika la ndege Tanzania limeongeza safari za ndege kwenda nje ya nchi ambapo ndege zake zinasafiri kwenda Johannesburg, Afrika Kusini, Guangzhou nchini China, Mumbai, India, Lubumbashi, DRC, Lusaka na Ndola nchini Zambia, Harare nchini Zimbabwe, Dubai kwenye falme za Kiarabu, Nairobi nchini Kenya, Entebbe nchini Uganda Bujumbura nchini Burundi, Moroni Komoro na hivi karibuni itaanza safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya ja Kongo. Mheshimiwa Naibu Spika, ongezeko la ndege limechangia pia kuongezeka kwa idadi ya abiria wala hudumiwa kutoka abiria laki 8 22,232 kwa mwaka 2021 hadi abiria milioni 3 laki 8 18,567 Februari 2025. Mizigo kutoka tani 2567 mwaka 2021 hadi tani 15730.48 Februari 2025. Kadhalika, mapato yetu yameongezeka kutoka shilingi bilioni 254 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.5 Februari 2025 mwaka huu. Eneo la ujenzi wa madaraja makubwa. Mheshimiwa naibu Spika, serikali imekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa ya Tanzanite iliyoko jijini Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita 1.03, kule Wami mkoani Pwani lenye urefu wa mita 510. Aidha, inaendelea kutekeleza ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi mkoani Mwanza lenye urefu wa kilomita 3.2, ambayo umeshafikia asilimia 98. Lengo la ujenzi wa madaraja hayo ni kurahisisha shughuli za kiuchumi na ufikiwaji wa huduma za kijamii kwa haraka kwa kupunguza foleni na muda wa usafiri wake. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa ukarabati wa meli katika maziwa makuu. Utoaji wa huduma za usafiri katika maziwa makuu umeendelea kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapiga hatua za kiuchumi. Kazi zinazotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa meli ya MV Mwanza kwa gharama shilingi bilioni 9. Ujenzi wa meli hii umefikia asilimia 98, na itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 pamoja na tani 400 za mizigo, vile vile magari madogo 20 na malori matatu. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali inaendelea na ukarabati wa meli katika ziwa Tanganyika ambazo ni MT Sangara kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 3.6 ambao umefikia asilimia 98 vile vile mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba shehena ya mafuta kiasi cha lita laki nne na, kumi elfu na MV Liemba kwa gharama ya dola e, za marekani milioni 13.19 ambao umefikia asilimia 15 na mradi huo utakapokamilika utawezesha kubeba abiria 600 e, e, ab, e, na tani mia mbili za mizigo Mheshimiwa Naibu Spika, ukamilishaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere wa megawati 2115. Serikali inaendelea kukamilisha ujenzi wa mradi wa uzalishaji umeme katika bwawa la Julius Nyerere kwa gharama ya shilingi trilioni 6.6. Ujenzi wa mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 kwa siku umekamilika hadi Machi 2025 Jumla megawati 2115 zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa, na hivyo kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kufikia megawati elfu nne na thelathini na moja pointi saba. Na kuanza kwa uzalishaji wa umeme katika mradi huo kumeongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme na uhakika kwa, kwa kuwa chachu ya kasi ya maendeleo eh, ya, ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Uunganishaji wa umeme vijijini katika kipindi cha Novemba 2020 hadi eh, Februari 2025, serikali imeunganisha umeme katika vijiji 1471 kwa gharama shilingi bilioni 1 bilioni 593, na hivyo kuwezesha vijiji vyote 12318 na vya Tanzania bara kuunganishwa na umeme. Hatua inayofuata sasa, baada ya kukamilisha mradi wa kupeleka umeme katika vijiji vyote ni kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo jumla vitongoji 33657 kati ya 64359 sawa na asilimia 52.3 vimeunganishwa na huduma ya umeme. Usambazaji wa umeme katika vijiji na vitongoji utawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani zinazohitaji nishati ya umeme zikiwemo kuchomelea vyuma, useremala, kuchakata nafaka na kuchenjua madini. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuzungumzia ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda hadi Tanga nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Uganda inatekeleza ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga hapa nchini Tanzania. Utekelezaji wa mradi huo umefikia asilimia 55 ambapo kilomita 1115 za bomba hilo zinapita hapa nchini. Serikali tayari imeshachangia mta, mtaji wa dola za Marekani milioni 376, sawa na asilimia 15 ya hisa. Kupitia mradi huo, jumla ajira 6610 za muda na ajira 114 za kudumu zimeshaanza kuzalishwa.